Msifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa a pd kukaribisha katika kipindi hiki tena cha tafakari ya neno la Mungu. Mipaka unayomwekea Mungu ni zuio la kufika Kaanani. Tuko tunaongozwa na Zaburi ya 78 aya ya 40 hadi 42. Karibu tuweze kutafakari kwa pamoja. Tukianza jina la Baba. Namna ya kwanza tumekwisha kuona ni kukosa imani. Namna ya pili, kukosa kushukuru Kuto kushukuru kukosa shukurani, tunapojifunza kwa wana wa Israeli katika kitabu, kitabu cha Hesabu, eh, eh, walimraahwakaa hmm, wakiokota mana wanakula. Baada ya muda wa wameshindwa kuthamini kwamba hiki tumepewa na Mungu, sasa wanahuzunika, wananung'unika, mpaka wanasema tumekinai. Kitendo cha kukosa shukurani ni kitendo cha kujinyima baraka. Kitendo cha kukosa shukurani ni kitendo cha kujiondolea mlango wa miminiko wa neema, ni kitendo cha kuweka zuio. Angalia hawa watu, kwa kile kitendo cha kukosa kushukuru, ilifikia hatua Mungu akakasirika, akasema sasa. Kwa jinsi ambavyo wamekosa tunafanyiwa, tunasahau niliomba sana, ninataka kuoa. Niliomba sana, ninataka kuolewa. Nilipopata nikafurahi, lakini baada ya muda naanza kulalamika, huyu Mungu bwana, huyu Mungu bwana, kwa sababu kuna jambo fulani ninaloomba. Baada tunapokula chakula, huwa ikoje? Walio wengi tunakumbuka kuanza kwa sala, je, tunakumbuka kumaliza kwa sala? Yani kushukuru kwa chakula. Nimeomba nataka kuoa, nataka, nataka kuolewa, nikapewa. Baada ya hapo, nilikumbuka kushukuru? Niliomba kazi nikapata, je, nakumbuka kushukuru? Mimi na wewe leo tunaaswa tusisahau shukuru. Nipende kukutakia tafakari njema, njema na siku iliyo njema, na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.